Takandaziwa kupitia pori la Kiba Kijereshi. Tulikuwa na operation ya siku saba katika kata ya Shiligala yenye vijiji vinne. Operation hiyo ilikuwa maalum kwa kudhibiti fisi ambao walikuwa hatarishi kwenye makazi ya watu pamoja na mifugo. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti fisi hao, na kwa jumla ya siku saba hizo tulizokuwa hapa kufanya operation hiyo, tumefanikiwa kudhibiti kuua fisi kumi na saba na ushauri wangu kulingana na jiografia halisi ya kata ya Shigala, ushauri wangu ulikuwa tushirikiane na kata zingine kama Badugu na Kabita ili tuendeleze kutokomeza fisi hao ambao ni hatarishi kwa wananchi. Nashangaa sana kumwona fisi ana hereni ana namba hivi. Fisi kumbe, wapo fisi wengi hadi kumi na moja fisi anapewa kwa nani? Aw yani, ni tukio kubwa mno na toka niwepo hapa, ndo maana kwanza kuona hiyo nani, yani, wanyama ambao wanaua, wanauawa, wana harama wa, mwingine ameandikwa kwa jina anaitwa Shigara Hadi Badugu, mwingine ana hereni na maana, wote tuseme wanyama waliokufa wote wana harama na maana hao wanyama wote hao sio wanyama wa porini ni wanyama wa binadamu wana, tunaoishi nao binadamu wanafuka wanyama kama fisi.